Bado niko na Nacha, karibu sana kwenye Showcase. Naitwa Timothy Chelula KTC K, mtoto wa Mlali Kongwa. Usiache kunifuatilia kupitia Instagram, X, Facebook, TikTok natumia Timothy Chelula, lakini vilevile vile, uh, UTV TZ, Azam TV TZ, Instagram, X, Facebook, TikTok tunatumika ilo ilo, kwa jina hilo hilo, kama ndo naungana sisi na huko, karibu na vitu ambavyo vina, vina kusapoti kufika kwenye mitandao ya kijamii basi usiache kutufuatilia lakini, niko na Nacha hapa, yeah. na tuko nazungumzia habari za ku -up, kujiupdate kwenye biashara yoyote, ila kwangu mimi tunaiongelea kwenye muziki, lakini yes. faida ya kuupdate ni kwenye biashara yoyote ile sure. yeah. makampuni, taasisi okay. ni lazima uupdate kwa sababu eh, mfano unaona mu muziki mm. muziki ni kama biashara yoyote, ni kama, eh, ni kama taasisi zozote okay. kuna taasisi nyingi, kila baada ya mwaka unapokuwa umeisha mm. wanakaa chini, wanaangalia namna ya kuanza mwaka. Okay. Hata hizi bidhaa zetu ambazo tunazichukua dukani, hata mm. Bidhaa zetu za Azam sure. Zina maboresho kila siku mm. kila siku mwonekano mwonekano, testi, ile pakeji nzima, yeah. Unanielewa, hata yeah. namna watu wa marketing wanavyofanya, hiyo mm. ndo biashara inatakiwa iwe hivyo, na hata muziki pia mm. unatakiwa uwe hivyo, kwa sababu ukifanya gilegile gile kitu mm. inakuwa tu ni kawaida na inachosha watu, okay. yeah. watu ambao nitakuwa natoa nao kazi mm. ni watu watu ambao mi nilikuwa natamani pia kufanya nao kazi. Kwao, watu ambao nilikuwa na, na wish kufanya nao nao kazi kazi, asilimia kubwa wengi nafanya nao pia, okay. yeah. tuje kwenye jua lile yeah. Nataka <laughs> unielezee jinsi ambavyo wimbo ulifanyika. Uh, kwanza jua lile ni, ni, ni moja eh, ya nadiriki kusema hii mm. na watu wafanye research mm. ni moja ya wimbo mchache mm. wa hip hop kwenye nchi yetu mm. wenye, wenye wenye wenye views wengi sana kupitia mitandao ya kustream muziki okay. Eh, ni muziki ambao mimi nimebahatika kuwa natengeneza na investi muda wangu mwingi sana kwenye sanaa kuliko mm. kutumia hata gharama kubwa mm. E, mi naamini sana kwenye creativity okay. E, mimi imekuwa ni mtu ambaye creativity um, imekuwa mtaji wangu mkubwa mm. Ukiangalia uh, video ya jua lile mm. unaweza usiione hata laki saba mule ndani yake <laughs> yaani amna mna unaweza kaona labda laki mbili fulani tatu <laughs> eh, lakini ndo moja ya eh, miziki michache kwenye taifa hili ya mm, rap ambayo mm, ina namba wengi okay. YouTube tu peke yake ina zaidi ya views milioni mbili unanielewa mm, yeah. Nyimbo chache sana za rap hata laki nne tu azifiki kwenye nchi yetu mm. Lakini ule ni moja ya wimbo ambao una zaidi ya views milioni mm. mbili. Kwa hiyo sio kweli kwamba ukiwekeza sana kwenye production ukafanya video ya bei kubwa kwenye mziki wa hip hop Ndiyo, wenzu, pengine unaeza ukafikia viewers wengi, unaweza uka uka kwanza, ili upate wasikilizaji wengi au watazamaji mm. wengi. Cha kwanza mtaji wa kwanza mm. sio gharama kubwa mm. art ambayo umeitumia umeinvesti yes, kwa asilimia ngapi kwenye mm. art mm. Ujue mara nyingi ubunifu hata hauhitaji gharama nyingi sana sure. E, mashabiki wanapenda kitu cha tofauti mm. E, wewe unaweza ukatumia kitu cha milioni kumi mi ingawa nimetumia kitu cha laki saba, laki nane mm. lakini still kitu changu kikawa kiko hot, kwa sababu e, ni lazima udedicate muda wako kwenye, kwenye art kabla ya hayo mambo yote ya pesa mm. kwa hivyo e, sanaa ya ubunifu duniani kote thamani yake ni kubwa sana na sanaa ya ubunifu mm. ina ficha E, hata mtu ambaye ametumia kitu kwa, yani inaficha mtu, yani mtu akiwa ametumia kitu kwa, yani gharama nyingi mm. anaweza asionekane kama yule mtu ambaye ametumia tu sanaa ya ubunifu kwa, kwa uchache okay. Umenelewa. Kwa hiyo e, sio, sio, sio lazima uinvesti pesa nyingi sana gharama mm. nyingi sana mm, mm. lakini je, kabla una, niye, kwenye ubunifu una invest kwa kiasi gani, hiyo hati yako iko strong mm. Mm. Umenelewa. Kwa hivyo nilichokifanya kwenye ule wimbo mm. nilidediketi muda wangu kwenye art okay. By the way wimbo ule wote nimeuandika mimi kwa asilimia mia moja mm. ni wimbo ambao e, tulikuwa tunapigapiga tu story na stamina mm. Umenielewa, pigapiga story, kaambia bana, mimi nina wimbo tayari nikuwa nao tu ndani mm. Lakini sasa nikajiuliza mwanzo ulikuwa ni wimbo ambao nimeimba imba peke yangu, kwani kwenye, kwenye kichwa changu nimeuandika kwamba na rap tu peke yangu lakini mm. nikaona no, kuna testi itakosekana kwa nini nisimtafute mtu ambaye anaweza kudeliva vizuri, ionekane tunafanya conversation mm, tunapiga story. Lakini sasa marapa pia wachache kwenye nchi yetu ambao wana IQ ya kuweza kufanya vitu vya hivyo vya kudeliva mm. Ma marapa wetu nchini kwetu ndo ao mi ni noma sunini, so, kwenye list? <laughs> sasa, mtu anajimegea yeye, muda wote anajimegea, kwa hiyo sasa inakuwa ni ngumu hata mimi kumfikiria. Kwa hiyo nikaona mmm, hapa mm, mtu wa harakanacho, nachokisema mm. uh, mi nawafahamu vijana wengi sana ambao hawakuwahi kupata nafasi kubwa kwenye ya time kwa sababu wanajua sana kuchana, lakini ngoma zao zote lazima, yeye muda wote anajisifia yeye e, na hauna unachomwofa shabiki mm. Kwa sababu kama kuchana tu kwenye instrumento mm. vijana wangapi wako mlali kule wanachana, wengi mno eh? mm. watu wako kibao wanachana. Sasa shabiki ambaye yuko mlali, mwananchi tu wa kawaida, yuko Njombe, yuko mm. Singida, Manyoni mm. Babati mm. Kagera huko Bukoba, Bukoba yani Unamkonvisi vipi aache kumsikiza eh, let's say Mboso akusikize wewe rapa. Wewe ambaye unachana. Unachana. Ee. Mi wagatunana washikaji zangu ambao ni marapa pia najaribu kuambia ni mm. tu, tujaribu kujipa taski. yeah. Inakuwaje mtu aache kumsikiliza Alikiba aache kumsikiliza Diamond mm. mtu ambaye yuko, yuko simiu mm. akusikilize wewe, kwa hiyo inatakiwa kwenye mziki wako kuwa yeah. kuna kitu extra Sure. Ndo hicho ambacho unaweza ukakipata kwenye wimbo kama jua lile. Hata mm. mtu ambaye apendi muziki wa rap mm, akiangalia na tabasamu the way ambavyo mnavyoimba, mm. vitu mlivyoimba, umenielewa video ilivyo kwa ujumla, umenielewa kwa hiyo hicho ndo kitu kikubwa ambacho kimefanya wimbo e, kama huo mm. e, uonekane E, ni noma na upate wa wafuasi wa, wa wengi wanaotazama okay. Na sijui kwa nini kwenye, kwenye tuzo mi sikuuona huu wimbo hata mm. best collaboration ulipeleka hata ulipeleka tumesajili e, nime, tume, tume na Stamina kama best collaboration e, lakini hatukuona kwa hiyo, hata nyimbo zilizokuwa zinashiriki tulikaa sisi pekee, tukasema eh, jamani kweli. Lakini hatupo hapa kulaumu <laughs> ni tuna challenge tu kuonesha namna ambavyo <laughs> yes, eh, eh, kuna sanaa ambazo zinatakiwa zipate nafasi yeah. Na chemistry yako uh, kabla hatujakwenda uh, ya kutazama jua lile, chemistry yako wewe na Stamina naona inaziba ina Stamina na Roma aujawai mm -hmm. <laughs> kusikia maneno imekuwa kubwa sana hiyo <laughs> Kuna mjadala akati, akati ume, umetoka huo wimbo eh. ha, kuna mjadala uliendelea Twitter sana, ikaanza kuonekana kama Roma yupo, yupo Marekani, basi inatosha, kundi tuanzishe kundi lingine hapana. <laughs> ah, Rostam itabakia kuwa ah, Rostam. Okay. Eh, mimi tu ni vile tumekuwa na, na chemistry nzuri na na, na stamina, kila mm. tukifanya tunakuwa tunatengeneza kitu kizuri, kwa hiyo eh, wimbo wa jua lile nilivyoandika nika, tukakutana studio mm kwa hiyo tukakutana akawa anafanya maboresho yake. okay. Bana, hii tuiweke hivi. Mimi nilikuwa nimeandika zote paka part zake mm. Amenielewa, kwa hiyo tunaiboresha hivi, tukarekodi, tukawa tumemaliza, turekodi usiku, tumerekodi usiku paka saa moja asubuhi mm. Tumemaliza wimbo si wenyewe, tukawa tumesikiliza, tukasema hakuna cha kuedit. okay. Kwa hiyo tumerekodi paka asubuhi, tulikuwa na bea pia producer. Tumeamka hivi, bea akafanya mix, yani tumeelewa, kama tumeonana kesho asubuhi, kila mtu kaondoka na wimbo, umenielewa, and then tukamuita director. yeah. Sure. Tukakaa chini tukamwambia, mara nyingi mimi video zangu mm. E, mara nyingi asilimia karibia sabini au themanini nakuwa tayari nimezi create mm. zipo kichwani, zipo kichwani. Kwa hiyo napokuwa nimefika kwa director, namwambia kwamba mimi, kulingana na aidia, kwa sababu ubaya wa hizi nyimbo mm. ni kwamba tu tayari audio inakupa video Okay. Hata wewe shabiki wa kawaida unatengeneza picha tayari. Ukisikiliza tu audio yake <laughs> tayari nakupa video yake. Kwa hiyo shabiki asipoona kitu kama hiko, anajua kabisa nyinyi mmejichanganya. Okay. Kwa hiyo huwa anajitahidi sana kuhakikisha audio espeshane na na video. Kwa hiyo nilikana director, nikamwambia sisi tunataka hivi hivi hivi hivi hivi. Baada hapo, wewe endeleza vitu vyako. Kazi ya sanaa ni inahitaji ubunifu wa hali ya juu sana. Hii video imefanyika mwanzo mwisho kwenye daladala dala, na umeona na jinsi ambavyo anavyoisha. Na inawezekana kabisa mtaani kwenye madaladala kuna watu wana vipaji vikubwa sana, mm. lakini wanakosa time ya kuwasilisha sanaa zao studio na vitu kama hivyo. Naamini wote wapambanaji, ambao mna mna vipaji na mjui lini itakuwa sawa, endeleni kupambana tu, kwa sababu ujue tobo lako mwenyezi Mwenyezimungu ameliandikia wapi. yeah. Shal sana kwa Nacha stamina na ngoma ambao umetoka kuitazama, inaitwa Jua lile. Hongera sana, sana bro. Napenda ubunifu na namna ambavyo mmefanya. Yeah, nashukuru sana na, mm. na na na hiyo ni, ni, ni, nguvu ya, ya, ya, ubunifu pia kwenye kwenye kazi yote. Yeah. Yeah, tuje kwenye power. Mm. Moja ya ngoma ambayo inafanya vizuri sana sasa yeah. Sana. Kwenye playlist ya vituo mbalimbali vya yeah, runinga. Kabisa. Nimeona yupo Kiuchila mlo ndani. Eh, yeah, Savimbi. Savimbi. Sharifu. <laughs> <laughs> Sharifu, hajakwambia hey, hey, kwamba wewe nikikuangalia nabidi tufanye vitu fulani hivi <laughs> Ah, nimeambiwa vingi <laughs> lakini e, kikubwa mi nilichokuwa na heshimu ni talent yake. Story behind ya huo wimbo ni kwamba miaka mm. kadhaa mimi nili, zilitoka taarifa e, viongozi wa manispa kule wanaongea sababu za wao kwa nini walinipa barabara yenye jina langu. Okay. Kwa hivyo nilipongezwa na wasanii wengi mm. E, moja DM ya DM nilizozipata ilikuwa ni ya Kiuchila, nikiwa siamini kabisa kama hata Kiuchila anzakana nifahamu ananijua mimi Nacho, kwa sababu hmm. sio kwamba sio mwanadamu ila sure. aina yake ya muziki na mimi vilikuwa ni vitu vili tofauti exactly. kwa hiyo Aili pongeza kaniambia mdogo wangu hii kubwa, wewe ndo msanii wa kwanza kwenye nchi yetu kupewa hii. Mta. Waki eh hey, wakitokea watu wengine e, wamefuata ila wewe ndo wa kwanza. Na of course mimi nadhani nilikuwa ni mtu wa mwanzo. Mm. Yaani nadhani inawezekana nilikuwa ni mtu wa kwanza. Mwanzoni kabisa ndo zimeanza. Mm. Kwa hiyo nilifurahi, nikamwambia asante kaka yangu. Yaani ilinitengenezea kichwani kitu kingine kwamba wao kupendeza nikasikilizwa pia na watu kama hawa. Mm. Miaka ikapita, tukaja tukakutana Kinondoni. Mm. E, kuna sehemu mi nilikuwa napata chakula na yeye, kumbe yupo, mimi nilikuwa sijamuona. Mm. Akanyanyuka akaja kunisalimia nyuso yake ikiwa na furaha kabisa, na mimi nikamsalimia akionyesha ni mtu ambaye ana upendo yes. Akanambia bana, mimi ni shabiki yako e, nakukubali sana mdogo wangu nitafute, nataka nikufanyie kitu kwenye, kwenye, kwenye muziki wako yeah. sasa mtu akisha kwambia kama yule bana nitafute. Mm. Na mimi nilikuwa na na, na ujue mimi ni shabiki mkubwa sana wa Bongo Flava Golden Generation, kile okay. kizazi cha original kabisa cha dhahabu cha, cha dhahabu Bongo Flava. Mimi kiukweli mimi sio mpenzi sasa hivi wa muziki wa Bongo Flava. Mm. Na mm, eh sina maana kama wasanii wetu wanafanya kazi mbaya. Hapana, mm. wasanii wanafanya kazi nzuri. Eh na hata mimi nimefanya nao pia kizazi hiki mm. lakini mimi binafsi kile ndo kizazi ambacho naamini ilikuwa ni future ya muziki wetu wa Bongo Flavor. okay. na still naamini mm. kizazi hiki bado kinapelea sana kwenye generation ile mm. ya, ya kwanza ya Bongo flavor mm. bila kuwataja majina lakini mm. nikikwambia, unichukulia wasanii wa sasa hivi idea wanazoimba mm. uchukue na wasanii wa zamani, utacheka mwenyewe sure. chukua mtu kama Zedi Antony msanii wa mm. kuimba chukua mm. binti kiziwi mm. mpenzi jini mchukue mm. Profesa J mchukue Feruzi mchukue mm. Tid mm. Unanielewa, sijui, chukua mbidogi, naweza tukalia hapa, ujue matonya hapa, matonya, spea taili zile, alafu sikiliza na vijana wetu wa sasahivi mm. ambao ndio jeneresheni yangu na mimi nimo eh, yaani ni kuna muda yani unakaa unaona yani, haupati ile, ile testi ya bongo fleva. Kwa hiyo inawezekana labda vijana wengi aba ambao wanaimba sasa hivi mm. pengine hawakusikiliza huo muziki sasa. Sure. Mimi kwangu mi nimekua ambacho nimekuwa na kupenda muziki pindi ambacho bongo fleva mm. inafanya vizuri. Yeah. Kwa hiyo najua namna ya ukubwa wa muziki wa bongo fleva mm. najua thamani na legacy ya watu kama kina Kiuchila. Okay. Kwa hiyo hata alivyoniambia kwamba mi natakiwa nikufanyie kitu mm. nitafute sikumaliza siku mm. nikampigia nikamwambia kakaangu bana, naomba sasa tuende studio, umeona mm. nikamchukua na tukaenda studio na kizuri ni kwamba nikamwambia kabisa, mimi nataka kujifunza kupitia wewe yes. na nyinyi mlikuwa mnatengenezaje muziki mm. mimi naomba hii session yetu wewe mm. ndo iendeshe yeah. kuanzia mashairi yangu eh, edit wewe namna mi ntakavyoingiza ni nirekebishe. mm. na kila kitu mi nakuachia wemi, si sitaki kutoa mchango wangu wowote mm. sio kwamba nilikuwa sina uwezo wa kufanya yes. hivyo, ila tu mimi nilikuwa nataka kujifunza kutoka kwa... kwa watu ambao wameacha legas mm. lakini walikuwa wanafanyaje wao mpaka wanatengeneza hit song? na kiukweli inawezekana tumerekodi tu wimbo, lakini nilichokipata ni kikubwa kuliko kurekodi wimbo. Kwanza wazee wetu hawaandiki mashairi yani, mm. vitu wana freestyle. wimbo tumeimba na kiuchila ame freestyle tu, umenielewa, mwanzo mwisho, mwanzo mwisho, yani amenishangaza yani, mm. ya yani na nimeambiwa wasanii wengi wa zamani walikuwa wanafanya hivyo mm. wana freestyle tu. sure. Umenielewa, hawakai kuandika kwa hiyo huu wimbo mi nilikuwa na vesi yake. mm -hmm. Kiuchila alisikiliza kanaambia, nimependa vesi. Kwa hiyo hata instrumenti unaoisikia hu yeye ndo ameichagua, kwamba Nacha wewe sasa hivi nabidi uapdeti mziki pita hapa. mm -hmm. Nami kawambia sawa, kangu mimi nakusikiliza mm -hmm. wewe tupite hapa kwa hiyo hata uh, ukisikiza wimbo yeye kaufungua, kaimba kwa hisia. Ukisikiza ni mtu ambaye wimbo kabisa, yani kajitolea ka ka kutoka moyoni ka, ka kwa hiyo mm. story behind ya huo wimbo ilikuwa ni hivyo, akarekodi, nami nikarekodi, akanambia mdogo wangu toa hii hii, natakiwa ifanywe hivi, rekebisha hii hii. Mm. Tukakamilisha wimbo na wimbo umefanywa na watu wawili, maproduza wawili. Okay, kafanya chibi kutoka mm. pale, moja wa vijana ambao unafanya vizuri sana sasa. okay. hivi Mm. Eh, ndo kafanya mixing na mastering ya huo wimbo kwa hiyo mm. unaweza ukaona ni namna ambavyo wimbo umepata pia baraka za, za watu wengi na watu wameshirikiana, tutakwenda yeah. yeah. Ah, shukrani. <laughs> kutazama kwenye ShowCase. Wimbo unaitwa Power wa Kenacha akimshirikisha Q Chila uh, Savimbi Sharifu, moja mm -hmm. ya wanamuziki wakubwa ambao Mwenyezi Mungu amewapa karama kubwa sana sana sana na ni miongoni mwa wanamuziki ambao uh, tutaendelea kuwaona wana vitu vikubwa vya thamani ambavyo vinaishi ndani yao. Um, mipango ni mingi lakini mm. eh, cha kwanza tu ambacho naweza nikawahakikishia ambacho ndo niko nacho na kimiliki kwa asilimia mia moja yes. E, ni maboresho ya e, saundi za, za muziki ambazo unazitumia nazitumia sasa hivi, okay, okay. E, nimekuwa kwenye kipindi ambacho pia mimi na update muziki wangu mm. Kwa hiyo kwa mwaka huu ndo project yangu ya kwanza inaitwa Power mm. E, nimemshirikisha Kiuchila, mtu anaweza akasikiliza akaona mabadiliko ma pia ya production okay, okay. Kwa ujumla kwa hivyo watarajie mabadiliko ya miziki ya disaini hiyo tofaut, tofauti tofauti, okay. Lakini tutasimamia kwenye uandishi wetu, uandishi bado hujawahi kubadilika okay. Nachobadilisha tu sasa hivi ni mabadiliko ya saundi sure. Kwamba wafikie pia watu wengine kirahisi zaidi, zaidi. Umenielewa? kwa hiyo e, e, nyimbo ziko tayari, lakini pia EP iko tayari mm ambayo sijajua itatoka lini eh, bado tunazungumza na distributor wa, wa wa UAP mm. Lakini ikiwa tayari eh, itatoka watu wanifo kupitia mitandao yangu ya kijamii ni okay. Rahisi zaidi kule sure. Kupata taarifa, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube natumia Nacha Osam, Nacha ni Nacha underscore Osam ni Ousam mm. Wakiwa pale ni rahisi zaidi kujua ni kitu gani kinaendelea na kila mm. kitu kwenye gemu yangu Nacha umemaliza kila kitu. Asante sana kwa, nimeenjoy zaidi kwa sababu niko na, na mtu ambaye namwadmire. Kweli, shukrani sana <laughs> kaka yangu, shukrani. Mimi nakuombea kila la heri Nacha, kazi nah zako uh, Mungu aendelee kuzisimamia, kwa sababu katika akili za kibinadamu kikawaida lazima tumshirikishe Mungu. Of course. Mungu anakupa kipaji lakini vile vile ile endelee kufanya vizuri zaidi ni kuwa na hofu ya Mungu na kumshirikisha Mungu kwenye kila jambo. That's why tumetoa power ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kumomba energy, kumomba mm, mamlaka, kumomba nguvu atukinge na watesi na vitu kama hivyo. Yeah. Kwa hiyo ulichokiongea ndio kwenye wimbo wetu mpya ina relate pia. Nashukuru sana. Shukrani sana bro. Mtazamaji wa ShowCase na kushukuru sana na wewe kwa sababu umekuwa na nafasi nzuri sana kushiriki pamoja na mimi na Nacha kwenye ShowCase. Imetoa imetoka power na pawa hii tunaitoa kwetu, sisi tunakuletea wewe, ifanyike pawa nguvu kubwa kwako, kwa wewe ambaye unatazama show, ambaye unafuatilia muziki wa hapa nyumbani, ambayo ni sapoti kubwa ya muziki wetu hapa nyumbani kwao. Badala ya kuwa tunalalamika muziki wetu haufiki kimataifa na kuwauliza maswali mengi sana wana muziki wetu, tuanze na sisi kusapoti ili muziki wetu ufike huko ambako tunaona wengine zaidi. Usiache kutufuatilia kupitia Instagram, X, Facebook pamoja na TikTok, Timothy Chelula UTVTZ, Azam TV TZ. Asante, b umeangalia show kutoka Nyasubi, kutoka Mlali Kongwa, kutoka Dodoma, Dar es Salaam, Mwanza, Arusha na mikoa mingine mingi ambayo sijaitaja, kwenye show inayofuatia nitaitaja pia. Tukutane kwenye show nyingine. Bye bye.